Shangaa shabiko mwananchi, huyu mama amekuwa bulbul. Kibu Denis amepeleka shuti kali kabisa kwa golikipa kipasuti ara skrini protector akaiona, ceanamiyapa josinanatisa akaona cheche hii kunduki ya kigaidi, pali pali kwa Kibu Denis yeah likwa niko nje hapa hey, mona nimeingia ndani nimekumbuka, ikaa imenijia nikasema, kwa sababu yeye yupo na hey, mimi nishaizungumza mara nyingi hey. kuna vitu natamani nimuulize mwenyewe hey. Hey, hey, mwenyewe kuna ile, mimi na uwezo wa kumpigia simu nikamuuliza na kuna kuna ile kwamba nikamuuliza kwa niaba ya wanaosikiliza hey, ni moja kati ya commentary ambayo inapendwa sana na watu wengi sana. Natamani kujua wakati Mpenja unaitoa hiyo commentary ulikuwa na hisia gani? Kwa sababu siamini kama ilikuwa ni maneno ambayo ulikuwa umeyapangilia kutoka nyumbani okay. Ulikuwa na hisia gani uh, kitu ambacho nakumbuka kikubwa kwanza ilikuwa ni situation ya mchezaji, kwa sababu wakati ule Kibu alikuwa yuko kwenye hali ngumu sana, ni kama alikuwa na siku mbaya nyingi zaidi kazini. Kila akicheza vitu alikubali, kila akiingia uwanjani hata kocha kumnyanyua watu wajukwani wanasimama, hakuna wanakataa, akitaka kumfu mali muda nakataa na mpira unamkataa. Kwa hiyo kafika mahala watu wengi wapaasema Kibu, ni darasa ni mchezaji Ulaya. Nakumbuka moja kati ya kitu ambacho kiliniumiza, nimekaa naye. Unajua Kibu kiasili sio mzungumzaji, ni mtu ambaye anaweza akakusalimia kwa mpira, kaka vipi, ndo kamaliza. uko vizuri uko vizuri, haongei tena

aliona tu ee, nikasema ameona kama, kama, kama jehanamu hey, nakuja mbele yake hey, na unajua ni hatari, hey, ni hatari. Sasa watu wengi walikuwa wamemkatia tamaa, kwao mimi nikaja ile kibinadamu kuwakumbusha watu kwamba usimkatie mtu tamaa. Tamaa, ndio maana kama unakumbuka hilo neno nilirudia kama mara mbili tatu, usimkatie mtu tamaa. Ni mtu ambaye watu walikuwa wamemkatia tamaa na hawamtaki usimkatie mtu tamaa, mtu tamaa, mtu tamaa, usimkatie. Na hii ipo katika maisha ya kawaida na Rastaman, no one can stop reggae. Ilikuwa ni moja ya kitu ambacho nakumbuka nilikuwa nalengwa na machozi. Mimi huwa nina hisia kali sana kwenye football, nikiona kitu kizuri nikiwa natangaza hivi, watu wanaokaa karibu yangu, huwa nabadilika hata sura, yani napata na ile hisia isiyokuwa ya kawaida kwa sababu mtu akifanya kitu kizuri mimi ni mhasla kama yeye, kwa hiyo anapopitia wakati mgumu halafu anakuja kunyanyuka mahala ambapo anakuwa shujaa, mimi nafurahi sana. Kwa hiyo Kibu, kuanzia siku ile nafikiri vitu vingi vilibadilika kwenye maisha yake turning point, mpaka leo hii anaendelea kudumu kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye ani ya Simba na,